Leo Bandari FC inayoshiriki ligi kuu nchini imempiga kalamu kocha wake mkuu raia wa Morocco Mohamed Borji baada ya miezi miwili pekee. Taarifa hizo zimethibitishwa na afisa mkuu Tony Kibwana huku mkufunzi wa makipa Razak Siwa akitarajiwa kushikilia kwa mechi ya kesho dhidi ya Gor Mahia katika uwanja wa Mbaraki. Madhumuni ya mabadiliko hayo ni kuhakikisha kwamba tunaweka mikakati ama tunaweka mbinu strategies za kuhakikisha kwamba ile performance ya timu inabadilika tutatangaza hivi karibuni ambayo yale the new technical arrangement ya timu, so kidogo mtatufanyia supra, lakini itakuwa very, very soon. Karibuni sana kuhakikisha kwamba tunapeana hiyo uh, uh, technical team ambayo yata ama coach ambayo ataendelea, so tutatangaza hivi karibuni. Sio mara kwanza yangu kusimamia timu kama hivi, nimesimamia timu kubwa kama Yanga Africa na mashabiki zaidi ya elfu hamsini na nimesimamia na tukachukua kikombe. So kwa mimi hivi ni vitu vya kawaida, so nina imani tuko home na kesho utaki